Gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataja mwarobaini fupa migogoro ya ardhi, awashukia maafisa ardhi, akizindua sera mpya ya ardhi, agemea vitendo vya rushwa kutoa hati mara mbili na kujilimbikizia viwanja, atoa maelekezo ya kumaliza migogoro. Sera kwenye wa gazeti hili habari imeandikwa kwenye ukurasa, katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia Suluhu Hassan kisema kuna kamdudu kule kanatembea tembea, tembea rushwa inawafanya wafanye vitendo vya hovyo sana niwaambie sana watumishi kwenye sekta hii kila mmoja sasa na moyo wake, aseme na moyo wake aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu habari kamili ni katika ukurasa wa nne. gazeti hili limeandika askofu Niwemugizi asiyeona aliyefanya JPM muongo habari katika ukurasa wa pili hadi ukurasa wa tatu nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni askofu Severin Niwemugizi yanasema kwa mabaya yoyote aliyofanya tumsamehe, tuachane nayo, lakini yale mazuri tujifunze. Asimsamehe Magufuli huyo sio Mkristo. Wapo waliomchukia kwa yeye kulinda rasilimali za nchi, alipenda nchi. Yale mazuri tumkumbatie na tujifunze kutoka kwake, kumwombea pumzike kwa amani bunge la jitosa ukarabati wa mv magogoni habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita kamati ya huduma ya bunge ya miundombinu imeelekeza serikali kutoa fedha zilizoidhinishwa na bunge katika bajeti ya mwaka uliopita ili kukamilisha malipo ya matengenezo ya kivuko cha mv magogoni kilichopo nchini kenya kivuko hicho kilipelekwa kwenye matengenezo mombasa nchini kenya februari mwaka 2023 undani wa taarifa hini katika ukurasa wa sita wa gazeti hili Mwananchi limeandika magari ya kubebea na taka nayotakataka habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi, pate nakala yako wasomi kwa undani zaidi.